Mungu mzazi ni mchungaji, akajipigapiga na uchungaji wake, maskini ya Mungu, akatamani mtoto wake niwe mchungaji kama yeye, akanisomesha Marekani kabisa. Umeona hii, Apostle Godlove Jacob Mwakibete, akanisomesha uchungaji ha? Kusomea uchungaji, kusomea Biblia vizuri, nikahitimu na kuhitimu nikapewa na cheti lakini nimeishia kuwepo tu, nimeishia tu kuwepo, nipo tu, sihubiri, sifanyi chochote, nipo tu. lakini mimi nitakiwa nihubiri, nitakiwa niwatoe watu mapepo, lakini nipo tu. Na baba alilipa hela, maskini ya Mungu. Da, nimeishia kuwa bilionea. Kuna muda anatamani kuhubiri, Mungu ananijia kabisa, yani nakuwa nina moyo kabisa wa kuhubiri, lakini kuna kipindi tu nakuwa shetani, yaani sielewi tu inakuwaje, lakini ndo hivyo ila. Ndo nimesoma Bibilia, naijua kwa hiyo mimi, aidha ni profeti, aidha ni mchungaji, sio aidha ni nani, ana cha kuniambia chochote, kwa sababu anachokijua yeye mimi nakijua. Mungu mzazi, ni mchungaji akajipigapiga na uchungaji wake, maskini ya Mungu akatamani mtoto wake niwe mchungaji kama yeye akanisomesha Marekani kabisa, umeona hii Apostol Godlove Jacob Mwakibete, akanisomesha uchungaji ha? kusomea uchungaji, kusomea bibilia vizuri, nikahitimu. Na kuhitimu nikapewa na cheti, lakini nimeishia kuwepo tu, nimeishia tu kuwepo, nipo tu kihubiri kiwani chochote nipo tu, lakini mimi ni nitakiwa niubiri, nitakiwa niwatoe watu mapepo, lakini nipo tu, na baba alilipa hela. Maskini ya Mungu da, nimeishia kwa bilionea. Kuna muda anatamani kuhubiri, Mungu ananijia kabisa, yani nakuwa nina moyo kabisa wa kuhubiri, lakini kuna kipindi tu nakuwa shetani yani Sielewi tu inakuwaje, lakini ndo hivyo ila, ndo nimesoma Bibilia, naijua. Kwa hiyo mimi, aidha ni profeti, aidha ni mchungaji, sio, aidha ni nani, hana cha kuniambia chochote, kwa sababu anachokijua yeye, mimi nakijua. Mungu mzazi ni mchungaji, akajipigapiga na uchungaji wake, maskini ya Mungu, akatamani mtoto wake niwe mchungaji kama yeye, akanisomesha Marekani kabisa, unaona hivi Apostle Godlove Jacob Mwakibete Akanisomesha uchungaji ha? kusomea uchungaji kusomea bibilia vizuri, nikahitimu na kuhitimu, nikapewa na cheti, lakini nimeishia kuwepo tu, nimeishia tu kuwepo. Nipo tu, sihubiri, sifanyi chochote, nipo tu. Lakini mimi nitakiwa nihubiri, nitakiwa niwatoe watu mapepo, lakini nipo tu na baba alilipa hela, maskini ya Mungu. Da, nimeishia kwa bilionea. Kuna muda anatamani kuhubiri, Mungu ananijia kabisa, yani nakuwa nina moyo kabisa wa kuhubiri, lakini kuna kipindi tu nakuwa shetani, yani sielewi tu inakuwaje, lakini ndio hivyo, ila ndio nimesoma Biblia naijua. Kwa hiyo mimi Aidha ni profeti, aidha ni mchungaji, sio aidha ni nani ana cha kuniambia chochote, kwa sababu anachokijua yeye mi nakijua.